Ukienda sehemu yoyote ili ujue hali ya maisha ya watu hao, angalia viatu walivyovaa. Na mimi nimeangalia viatu vyenu, watu wa Mbeya, nimeona na nyie maisha yenu ni magumu kama ya maeneo mengine kwenye taifa hili. Ugumu wa maisha yenu sio mpango wa Mungu, ugumu wa maisha yenu ni mpango wa CCM, kwa sababu CCM haijawahi kuanza maisha yenu, na mfano ayo ni kwamba sisi vijana kila siku ya Mungu tunalia na ajira. Nimemsikia juzi waziri mkuu anasema vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Waziri mkuu anamaanisha kwamba vyuo vikuu kwenye taifa hili havina maana yoyote, twende VETA tukatafute ujuzi. Sasa mimi nimuulize, waliowahi kwenda VETA wote wana ajira? Wanakimbia majukumu yao. Kipaumbele cha waziri mkuu na serikali ya CCM ni kununua maisha nyingi, ndio maana mwaka jana wamenunua mageti ya bilioni mia tisa kwenye taifa hili mkaguzi wa hesabu za serikali amesema hapa Mbeya, kwenye kila shilingi mia inayopangwa ya maendeleo, shilingi hamsini na saba haipatikane. Kipaumbele cha sisiemu ya ni matumbo yao, sio maisha yenu. Sasa nawaambieni vijana wa Mbeya, mwaka jana nimewaona mnalalamikia kuhusu kodi ya ushuru, toza ya ushuru mnailalamikia. Msiilalamikie kwa sababu hawa watu hawajawahi kuwaza maisha yenu. Iungeni mkono CHADEMA kwenye no reforms no election.